Ushai kujiuliza ni kwa nini watu wanateseka sana katika eneo la fedha na wanatumia nguvu nyingi kutafuta fedha? Lakini pia ushai kujiuliza ni kwa nini hata mtu anamaliza digri kabisa, wakati mwingine mtu mwingine anamaliza hata masters, lakini anaenda kukaa kwa wazazi wake, lakini hawezi kutengeneza pesa yake? Ni kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, system ya elimu ambavyo imetengeneza inahitaji sisi kuwa tegemezi tunapomaliza kutoka mashuleni au kutoka vioni, tunatengenezwa kuwa wategemezi. Hatutengenezi kuenda kufanya ku, kuwa watu ambao tunatengeneza tunatengeneza ajira ili utuajiri watu wengine hata ambao hawatasoma. Kwa hiyo ina maana inatutengeneza kuwa dependent. kwa hiyo na maana lazima ukimaliza chuo umtegemee mtu fulani akuajiri, -asipokuajiri yule mtu inamaana wewe pia unaweza kwa, usipojiongeza ina maana unaweza ukabaki ukiwa katika hali ngumu sana. Mwisho wa siku haina maana pia, katika kile kitu ambacho nasoma. Lakini pia leo hii inaenda kuonyesha kitu ambacho ni common sana, ambacho kitakusaidia mno na ukizingatia, ambacho pia ki... kitakufanya upige hatua kubwa yeah, sana. Pesa watu wengi wanaitafuta kupitia nguvu tia nguvu nyingi kupitia nguvu nyingi, wanatumia nguvu nyingi au wanasema kwamba work hard au sema kwamba fanya kazi kwa bidii sana ndio upate pesa, lakini imekuwa ikisemekana hivyo, lakini sio kweli kufanya kazi kwa bidii. Unaweza ukafanya kazi kwa bidii sana, lakini utapata kidogo, lakini pia unaweza ukafanya kazi kwa bidii muda mwingi, lakini pia hawa ni miaka mingi, lakini bado usifikie ndoto yako. Lakini pia leo unaenda kuonyesha vitu ambavyo vinaweza kusaidia. Cha kwanza, pesa itafuti kwa kufanya kazi kwa bidii sana kwa muda mrefu. Pesa inatafutwa kwa akili, akili. Kwa hiyo ukiwa umeitengeneza akili yako, ndipo unaweza ukapata pesa. Kwa hiyo na maana kule mashuleni hawakutengeneza kwamba fikra ifanye kazi, kufikiri namna ya kuweza kutengeneza pesa. Wamefanya wa, -walitengeneza namna ya ku-ku- ku, kuweza kukaa chini ya mtu na kuweza ku be commanded kwamba fanya hichi fanya hichi, ikiingia fanya hichi hapa pale, kazini au sehemu ambayo tutaenda kuajiliwa. Kwa hiyo na maana pale hapa ni kwamba pesa ipo hapa akilini ipo hapa k hapo kwenye akili yako kwenye kichwa chako, hicho hicho hapo hapo, kuna pesa nyingi sana. Kwa nini haujapata kuzishika mkononi mwako? Ni kwa sababu haujaamua kufikiri pana zaidi lakini, unapochukua unapo, unapo muda wa utulivu sehemu fulani ambayo ni utulivu, ukafikiri vizuri, unaweza ukatengeneza pesa kubwa sana ambayo pia inaweza kusaidia katika hatua zako za kimaisha, na unaweza unaeza ukatengeneza uka pesa ambayo ni kubwa na nzuri sana. Kwa hiyo ina maana gani? Pesa iko ndani ya kichwa. Kwa hiyo kichwa kimebeba ubongo, ubongo umebeba akili, akili zimebeba mawazo, mawazo ambayo yanaweza kutengenezea pesa. Kwa hiyo ndani ya wazo au tunasema idea, ndani ya idea au wazo kundimo, kuna pesa. Kwa hiyo usipokuwa na wazo au idea, hauwezi kupata pesa. Kwa hiyo na watu nao waona wametengeneza pesa nyingi, wote ambao umeona wana wanafanikiwa katika eneo la kifedha wametumia kitu kinaitwa idea au kwa Kiswahili tunasema nasema wazo. Kwa hiyo ukitumia wazo lako vizuri, ambao uko nao, ambayo unaliamini kweli kweli, utaweza kupiga hatua kubwa sana za ki- za kiuchumi za za kifedha na hatua nyingi sana za-za kuweza kufika hatua kubwa sana ambayo unailenga kufikia, au ndoto yako ambayo unailenga kufikia. Kwa hiyo chamsingi sana, nakushauri tumia kichwa chako vizuri. Kichwa kimebeba ubongo, ubongo umebeba akili ndani mwake, kuna akili na maana ni, ni mgodi wewe, umebeba dhahabu, dhahabu. Kwa hiyo ina maana akili yako itumie vizuri, ichangamke, iwe tunduivu, akili yako iwe iwe ichangamke kufikiria katika eneo la la kifedha. Lakini pia ndani ya pale ndani ya akili kuna mawazo kwa hiyo mawazo yale ya, ya ya ya biashara, mawazo yale ya, ya ya, kuwekeza mawazo yale mbali mbali uko nayo yafanyie kazi. Unapoyafanyia kazi ndio unakuja kuleta pesa. Kwa hiyo tofauti na hapo utakwenda kufanyia watu wengine kazi au ndoto za utaenda kufanyia kazi utaenda kuwafanyia kuwafanyia kazi watu wengine, kuwasukumizia ndoto yao isogee mbele, lakini ndoto yako haitoweza kusogea mbele. Kwa hiyo kama uko upo kwenye ajira, ni vizuri. Tengeneza ndoto yako usifike miaka hamsini ukiwa ndani ya ajira unaweza ukatengeneza muda ambao utaweza kutoka ndani ya ajira mapema kabla hujafika miaka sitini usifike miaka sitini na unatoka kwenye ajira no kama unasikia video hii na ujafikia miaka arobaini au arobaini na tano tengeneza namna ambavyo unaweza kufanya usiweze kukaa ndani ya ajira. tumia akili yako kufikia utaweza kufanikiwa katika eneo la kifedha ni kwa sababu watu wengi wako ni wa zen, ni wazembe sana katika eneo la kufikiri, lakini ukianza mara moja utafanikiwa sana na utapata kuona matokeo makubwa sana. Anza kufikiri sasa, wazo liko nalo linaweza likapigisha hatua kubwa sana. Ni kwa sababu gani watu wanashindwa? Wanawaza, wana mawazo lakini hayafanikishi, ni kwa sababu wanajihusisha katika mambo mbalimbali ambayo hayafanikishi. Ukiangalia masaa kumi, ukiangalia mpira masaa nane, ukiangalia ukiangalia video tofauti tofauti, au social, socia, social media muda mwingi, bila kufuatilia yale mambo ambayo yanaweza kukusaidia ku grow au kukuza akili yako katika mawazo chanya, hawezi kuwa na mawazo pia chanya na kuweza kufikirisha katika eneo hili la kifedha. Kwa hiyo cha kushauri hebu kuwa marafiki na kuwa na marafiki ambao wana wameshafanikiwa katika eneo la fedha uweze kupata yale ambayo wako nayo waweze kukusaidia kuweza kufanikiwa katika eneo la fedha lakini pia unaweza ukatengeneza pia uh, clubs zile za kudiskasi na watu ambao ambao ambao, ambao wana, wana, wana fikra za maono ya kuelekea kwenye mafanikio utaweza pia kupata